Kwanza kuridhika kwa matokeo ndio matokeo, mchezo lazima kuwe na matokeo. Kwa hiyo uh, hatujaridhika kwa maana labda tumeridhika sisi, tumekuja kwa ajili ya kutafuta pointi tatu, na ukizingatia ni kwamba mechi ya leo, uh, tuliamini kwamba tunakuja kuchukua pointi tatu. Ukizingatia kwamba wao wako katika nafasi ya chini. Kwa hiyo mpira ndio mpira. Kwa hiyo kilichotokezea ni kwamba tumepata draw, tutakwenda nayo hiyo draw. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bado safari ni ndefu, uh, timu yetu sio mbaya, timu iko vizuri isipokuwa tu matokeo leo haja hajaturidhisha kwa kweli, matokeo ambayo yameweza kutuweka katika, tulitegemea kwamba tungepata hizi point tatu, basi tungesogea katika nafasi nzuri. Bado tuna matarajio huko mbele, matarajio pia. Kwa hiyo matarajio ya hizo mechi tano, tukiweza kuwin, basi naamini kwamba tunaweza kupata hata hata hiyo hatahiyo. Kwa kweli tunaamini kwamba mechi zote ni ngumu, hakuna mechi ambayo itakuwa rahisi na kwetu sisi ni kwamba tunajiandaa kila mechi kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, tunapata pointi tatu. Kwa hiyo hatumhofii hatu mtu kusema kwamba labda at, atakuwa na uwezo mkubwa. Sisi tunaweza kucheza na timu yoyote, na tunajiamini kwamba tunaweza kuwin. Kwa hiyo sisi bado tunaendelea na, na maandalizi kwa kila, kwa kila mechi ambayo inokuja, bado tuna kikosi kizuri tu tuna mimi na kikosi kizuri basi, tusubiri hizo mechi tano tuangalie nini kitatokea. Tumepata nafasi nyingi, tumeshindwa kuzitumia na, na haya haya ndio matatizo yetu ambayo tukua nayo sasa hivi. A, tunapata chance lakini tunashindwa kuzitumia. Nafasi ya mwisho ambayo alipata nani Kibobea ni penalti dhahiri, tunasema ni penalti ambayo kila mmoja ameweza kuona, lakini bahati mbaya I don't know uh, mwamuzi ndo kame alichokuwa mua, lakini tuliamini kwamba ile ni penalti clear. Kwa hiyo ndio mpira unavyokuwa.